Mtu anayetaka yeah, kufuatilia tukianza labda na Instagram na. Yes. <laughs> yeah, natumia jina gani? Swahili Shots. Mswahili, Mswahili Shots. Yeah, natumia Swahili Shots. Yes. Yes. wengine yeah. unapatikana wapi? Uh, napatikana TikTok na mm, Instagram. Kwa jina gani la TikTok? The same. Swahili Shots. Mitandao yote. yeah, napatikana Swahili Shots. Nikitaka kufanya na wewe. Collaboration. Uh, content moja tu <laughs> <laughs> Naamini na nisiweze kuchekesha lakini ukachekesha na mimi, ukacheka na mimi naweza kaa content, naruhusiwa ama mpaka niende management to approve? Hapana. Mm, actually ku consider content collaboration na mtu mm, mara nyingi naangalia intention ya mtu kufanya content na mimi. Mm, kwa sababu unakuta mtu mwingine anataka kufanya collab na wewe mm, lengo lake ni awe maarufu tu nataka mtu aonekane tu sasa yeah? Mimi wana nyingi naangalia passion ya mtu ah. Unataka kufanya content na mimi ukue, mm -hmm. Au nataka tu uonekane tu, ulifanya content umekuwa maarufu then done, kwa sababu that is the wastage of time mm -hmm. Lakini unapokuwa mimi nakuwa na feel proud kwamba nilifanya na mtu nilimsogeza kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani mm, mm. Lakini so nilifanya na mtu ah, alikuwa maarufu anajulikana mm, sasa hivi. It makes sense to me. inakuchukua e muda gani kukubali kumlike, kumfolo mtu huko mtandaoni ah. <laughs> kwa sababu nikiangalia hapa una zaidi ya followers <laughs> sijui nitaje, lakini ni zaidi ya laki moja na elfu ishirini nah. na zaidi yeah. alafu uliowafolo <laughs> <laughs> Natamani kujua hawa ulio wafolo eh, wana upekee kiasi gani? <laughs> kama unaweza ukasema, hatu sikugovanishe hamna shida. Mi mara nyingi napenda kumfolo mtu ambaye anajifunza kitu kutoka kwake. mm -hmm. Na hii kitu nawaambia watu wengi simaanishi hii naisema hii watu wa wanifollow wa mm -mm. but naamini kabisa kila aliye nifollow mimi mm -hmm. kuna kitu anajifunza mm -hmm. kuna kitu anaenjoy kwangu mm -hmm. na kuna kitu anapata kutoka kwangu mpaka kanipa following unajua yeah, mtu kukufollow, it's something else yani mtu kukulike kucomment na kushare na kukufollow ni kitu tofauti Eh, nisi tunao ndugu ambao wote wako mtandaoni. Yani wote yes. Tuko kwa mtandao lakini we don't follow each other. So yani nikiona mtu kakufollow means kwamba you have something extra, ambacho yeye hana mm. So anahitaji kutoka kwako ndio maana mm. anakufollow mm. So mimi namfollow mtu nikiona kabisa huyu mtu mimi nitajifunza kitu. Huyu mtu ana content ambazo mimi nikiziangalia content zake mm. I can do something from him. Mm. Kikaleta impact kwenye game yangu. Okay. That's how I'm, I'm rolling. Lakini sasa unakuta kuna watu wana complain. Usaidi nini? So, kuna mtu kwenye account yake unakuta haja post chochote. No, no fall back. Kuna <laughs> <laughs> No. Uh, um, account nyingine ambayo imefichika ambayo ni ya personal. Tofauti na hizo ambazo tunaona. Actually ninazo. Ninazo account hizo personal. Hizo una follow back. Hizo na follow back kabisa yani. Ah okay. Naruhusia kuzitaja hapa au tukwache kwanza. Ah, hizo ni acha kwanza kwa sababu hizo account ni za underground. Ah okay. Tumerudi tena na Mswahili tukiwa tunaongea Kiswahili na tumekuwa tunapitia hizo Mswahili shorts ambazo zipo TikTok, zipo YouTube. Na wakati anakuwa serious, nadhani yuko serious. Kuna wakati unapata wakati mgumu kuchagua kuchagua content ya kupeleka mm. Kwamba unazo nyingi yeah. Alafu najiuliza niachie ipi, inatokea okay. Unakuta unatengeneza a bunch of content kwa mfano mm. So, mi na timu waga tunatengeneza content nyingi mm kwa mfano weekend mm. Ili kusudi ile katikati ya wiki tusiharibu ratiba ya mtu yoyote kwenye timu mm. Kwa maana huyu atakuwa yupo kazini, mwingine na mishe zake, na mimi niko busy na saluni. Kwa hiyo najikuta mi nishatengeneza content labda ishirini au thelathini mm. Najua hizi zinaweza zikanikava hii wiki, na nikawa na choice, hii naiweka hii siiweki mm. so una, inapelekea kontenti zingine unaona, hii bana, haijakapoa hii, haijashutiwa vizuri, au unakuta hii pointi yake mpaka mtu kuja kuielewa ni ngumu, inatokea mm -hmm. mm -hmm. Um, hongera sana kwa hiyo unayofanya asante sana. Sana. Um, mpena mtazamaji tu, Mswahili amesema mamake alikuwa akimwita Mswahili. Sasa naona Uswahili <laughs> Anafaa ya Uswahili mwingi na <laughs> sisi ni Waswahili mm. Tunaongea Kiswahili na mm. Tupo la Mswahili ambaye afaa mambo ya ba, Kiswahili mm.